Mashindano yalikuwa mazuri, yaliunganisha koleji 16 za University of Dar es Salaam. Unazungumzia wanafunzi takriban elfu thelathini na huko, lakini tumeweza kujumuika pamoja mpaka leo, tunatamatika haya mashindano. Mambo yamekuwa salama, hakuna injury kwa wachezaji, usalama ulikuwa mkubwa kabisa. Tuliona utalii wa ndani wa UDSM, kwa maana University of Dar es Salaam wanasema solidarity forever, tumeiona pale, utalii wa ndani. Lakini leo tumekuja kutamatika hapa Chamazi Complex, wamekuja kuona slogan yetu ya timu bora bidhaa bora, wamekuja kuona uwekezaji wetu ambao tunaufanya ambao unawafanya kwa ajili ya Tanzania, kwa kubwa zaidi. Fainali imekuwa kubwa na imekuwa ya kisasa zaidi, kwa sababu imechezwa kwenye uwanja bora kabisa. Tulikuwa na fainali ya wanawake, tulikuwa na fainali ya watu wa kuogelea, tulikuwa na fainali ya mshindi wa tatu, lakini tukawa na fainali kuu ile ya, ya, ya, ya kupata bingwa ambaye leo amecheza kos na swedi. Hili limekuwa jambo kubwa kabisa halijawahi kutokea, na tuwaambie tu Watanzania, msimu ujao mashindano yatakuwa makubwa kabisa, tatanua wigo kutoka college kwenda university zote za Tanzania. Lengo ni kuufanya mpira wa Tanzania uendelee, lakini tumie fursa hii kuwaambia fans wa klabu ya Azam na wapenda mpira wote, vilabu vyote vya Tanzania wameweza kutuunga mkono kununua nembo ya klabu ya Azam FC kuelekea kwenye mashindano haya. Na pia tuwashukuru pia wenzetu wa damu, wameweza kutuunga mkono kuhakikisha kwamba leo watu wanachangia damu na watu wengi wamechangia damu, kwa sababu hilo lengo ni kuokoa maisha ya wa Watanzania. Mwisho tuwashukuru TFF chini ya Rais Kalia kwa sababu haya mambo yote yanatokea kukiwa na mazingira salama ya, ya, ya TFF. Lakini pia tumshukuru Mheshimiwa Waziri, lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa sababu mambo haya yote yanatokea Tanzania ikiwa salama. k nitumie fursa hii kuambia tu wa Tanzania tutaendelea kuwekeza kwa ajili ya kuifanya Tanzania kesho na kesho kutwa icheze kombe la dunia. Uh, kwa kweli mashindano yalikuwa vizuri sana na yamepata mwitikio mkubwa, kwa sababu kulikuwa na scouting na wachezaji 11 wameweza kubainika wakiwa na vipaji vikubwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika hilo, lakini tunajipanga zaidi katika msimu unaokuja kuhakikisha ya kwamba hiki tulichokifanya tunafanya kikubwa zaidi zaidi ya hapa tulivyoweza kufanya. Kwa hiyo katika wakati unaokuja mwaka huu tuliona mechi za makundi, robo fainali na nusu fainali zilikuwa zinafanyikia chuo kikuu cha Dar es Salaam katika msimu unaokuja kwa ajili ya kuendelea kukitangaza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini vile vile kuendelea kuwatangaza wanafunzi wenzetu wenye vipaji, tunatamani na tunatazamia kuanzia makundi pengine mpaka fainali kuweza kufanya mashindano haya katika viwanja vya Azam Complex ili kuendelea kuonyesha ubora na vile vile kuendelea kuwatangaza wanafunzi wenzetu hawa kumi na moja waliopatikana, tunatazamia a, muda unaokuja wapatikane wengi zaidi mara nne mara tano zaidi hawa waliweza kupatikana. Tumeshakuwa na uhitaji mkubwa sana hasa ya wamama wajawazito wa damu, na tumekuwa tukihangaika sana kupata damu, lakini kwa sababu leo hii vijana wameamua kwamba wakati wanafanya fainali watachangia damu kuwasaidia wamama wajawazito lengo lao nafikiri ni kurudisha fadhila kwa jamii, wazazi wao waliowalea mpaka hapo wakafikia chuo kikuu. Kwa hiyo leo wanarudisha fadhila kwa wamama wao wale, wamama wajawazito pamoja na watu wengine. Ninayo furaha kubwa kuwa miongoni mwa watu ambao wamechangia damu siku ya leo, lakini pia wito wangu ni ni kwa mashirika mengine, makampuni mengine waweze kujitokeza katika kudhamini na kusaidia katika michezo, lakini pia katika matukio haya madogo madogo ya kurejesha katika jamii. Hilo ni swala la msingi na swala la muhimu kufanya, kwa sababu si kurejesha tu kwa jamii, lakini pia ni baraka, lakini pia tunapata uh, fadhila za Mwenyezi Mungu. Mimi nimefurahi sana hawa vijana wenzetu wa chuo kikuu kuungana na sisi katika hili zoezi la uchangiaji damu kwa ajili ya jamii ambao wana uhitaji wa damu. Sisi wengi wao tunatoa damu mara kwa mara sana, na tunamshukuru bwana meneja masoko Tunga, kwa ajili ya anavyofanya hivi vitu kama hivi. Azam mwenyewe inajua inaendelea kujulikanika kwamba nao wako katika jamii, nao wapo na sisi, bidi tujitolee tuje tuchangie damu, jamii ijue kwamba na sisi tuna, tuna, tunaungana na viongozi wetu ili kuipandisha nayo brand yetu.